Jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Rufiji limetoa ufafanuzi taarifa zilizozagaa kwenye mitandao zikidai kuwa mwanamke aitwaye Winfrida Charles Malembeka ametekwa na watu wanaodaiwa kujitambulisha kama askari wa Kibiti. Sasa, kwa mujibu wa taarifa rasmi za polisi, Winfrida hakuwa ametekwa, bali alikamatwa kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uchochezi kupitia mitandao yake ya kijamii. Kabla ya taarifa ya jeshi la polisi kutolewa, kulikuwa na taarifa mitandaoni kwamba Winfrida Charles Malembeka mhitimu wa chuo kikuu cha Mzumbe alichukuliwa na watu wa kwenye taarifa hizo za awali ilieleza kuwa Novemba 25, Winfrida alichukuliwa na watu katika eneo la Kibiti mkoani Pwani, na kwamba familia yake haikuwa ama haikujua ni wapi wape alikokuwa napelekwa. Taarifa hiyo iliyotolewa Novemba 28 mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi Rufiji Protas Mutayoba imeeleza kuwa Winfrida alikamatwa eneo la Kibiti mjini na kwa sasa ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, na kwa mujibu wa kamanda Mutayoba, Winfrida anadaiwa kuhamasisha vurugu na maandamano ya Disemba 9 mwaka 2025 elfu mbili akishirikiana na wengine kupitia mitandao yake ya kijamii. Sasa baada ya taarifa hizi hapa kutolewa, eh, pia walisindikiza na barua kabisa ambayo ilikuwa ni udhibitisho, barua ambayo polisi walikuwa wameitoa ama jeshi la polisi walikuwa wameitoa, eh, kuhusiana na kukamatwa kwa Winfrida. Sasa walikuwa wamesema kwamba taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa Winfrida Charles Mlembeka. Sasa jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Rufiji linapenda kutoa ufafanuzi juu ya taarifa zilizo ama sizizo sahihi zinazosambazwa na kuonekana katika baadhi ya mitandao ya kijamii zikieleza kuwa Winfrida Charles Mlembeka Mbeka ametekwa na watu waliojitambulisha kama askari polisi. Za taarifa ni kwamba huko katika maeneo ya Kibiti mjini, Winfrida Charles Malembeka mkazo wa Kibiti Kusini alikamatwa na anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha vurugu na maandamano tarehe 9 Disemba mwaka 2025 na usambazaji wa taarifa za kichochezi zenye kuleta taharuki kwa jamii kwa hali Halita, na halita sita kuchukulia hatua za kisheria yote atakayebainika kufanya vitendo kama hivyo. Hii imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Rufiji. Mwisho wa barua ambayo alikuwa ameandika ili kuweza kudhibitisha kwamba wamemkamata na wamemshikilia Winfrida tofauti na taarifa za awali ambazo nilikuwa nimesema kwamba ametekwa. Hii inaonyesha namna gani jeshi la polisi linazidi kuimarisha usalama wake kuweza kuonyesha kwamba linadhibiti mipango yote ya maandamano ya D9, ama December 9 ambayo yanazidi kupangwa na vijana kadhaa na vijana tofauti maeneo tofauti ya Tanzania. Na tahadhari tayari imeshatolewa kuanzia kwa vyombo vya habari kwamba wachapishe jumba ambazo zinahusiana na, na amani tu, lakini pia uh, kumekuwepo na baadhi ya vikao ambavyo vimefanyika na waziri wa vijana kutaka kuwasikiliza vijana ni vijana, nini ambacho wanakitaka ili serikali iweze kushughulikia matakwa yao, lakini pia uh, kumekuwepo na vikao kadhaa eh, na maafisa wa polisi ambao wamefanya vikao na vijana hususan na mabodaboda ili kutaka kusikia kero zao na kilio chao kuweza kudhibiti maandamano ambayo bado yanaratibiwa huku ina, ina hii ni taarifa ambayo inakuja eh, muda mchache tu baada ya pia ya serikali ya Marekani kuweza kutoa tahadhari ama uh, travel advisory kwa wasafiri wote kutoka Marekani na raia wao wote kwamba kuanzia tarehe tano ya Disemba wanataka wa, wasafiri wao wote wawe na tahadhari kwamba kuenda kusiwe na usalama Tanzania nzima. Sijui unachukuliaje ili tu, ta, tukio la kukamata kwa Winfrida na tuhuma ambazo ameshikiliwa nazo e, chini ya jeshi la polisi la Tanzania. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.